Novemba 19 tunamkumbuka Mtakatifu Agnesi wa Asizi aliyezaliwa kwa jina la Katerina. Agnesi alikuwa mdogo wa Mtakatifu Klara na mfuasi wake wa kwanza. Wiki mbili baada ya kuondoka nyumbani na kujiunga utawani, familia yao ilijaribu kumrudisha kwa nguvu. Walijaribu kumtoa nje ya nyumba ya watawa, lakini mwili wake ghafla ukawa mzito sana na kushindwa hata kumnyanyua. Mjomba wake Monado alijaribu kumpiga, lakini alipooza kwa muda ikapelekea kuwaacha utawani hapo kwa amani. Kama tu dada yake Claire, Agnesi alijitolea kwa maombi na kustahimili hali ya maisha ya viki. Mtakatifu Agnesi aliongoza monasteri ya watawa walioishi maisha ya viki na kujitesa kwa ajili ya maombi. Agnesi alifariki miezi mitatu baada ya Mtakatifu Claire kufariki na akatangazwa mtakatifu mwaka 1753.